Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya kiungo muhimu kwa TBS katika kutekeleza majukumu yake ni uwepo wa maabara za kisasa zenye ithibati ili kupata majibu ya uhakika na maamuzi sahihi. Kwa sababu wakati tunafanya kazi hizi ni lazima tuhakikishe tuna, tuna majibu ya maabara ili kujua ubora wa bidhaa ambazo tunazihakiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika kwa sasa lina maabara kumi na mbili za kisasa zenye ithibati za kimataifa, yaani TBS inapopima na kutoa majibu yanakubalika popote duniani, ambapo maabara zote hizi kumi na mbili kwa sasa ziko Ubungo jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa lengo la kufikisha huduma karibu kwa wateja, shirika linazo ofisi za kanda saba, ambazo tunayo ofisi katika kanda ya kaskazini mkoa wa Arusha, kanda ya kusini mkoa wa Mtwara, kanda ya magharibi mkoa wa Kigoma kanda ya mashariki mkoa wa Dar es Salaam na kanda ya ziwa mkoa wa Mwanza, kanda ya kati hapa tulipo jijini Dodoma na kanda za nyanda za juu kusini Mbeya. Aidha, TBS inaendelea na kujenga ofisi na maabara katika kanda zake kwa kutumia fedha za ndani, ambapo mradi huu wa jengo la ofisi za TBS hapa Dodoma ni mradi wa kwanza ukiacha zile jengo lililopo Dar es Salaam kwa sasa. Sambamba na mradi huu ambapo tumeuona leo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, umeweka jiwe la msingi, TBS inatekeleza mradi wa ujenzi na ofisi za kanda ziwa kanda ya ziwa jijini Mwanza, ambapo utekelezaji wa mradi umefikia asilimia 30. Aidha, kwa upande wa kaskazini kwa maana ya Arusha, TBS kwa kutumia mshauri mwelekezi yani consultant ipo katika hatua za mwisho za usanifu wa mradi wa jengo na maabara za ofisi hizo.